Wakazi wa Morogoro na Tanzania nzima, muda umefika wa kusherehekea kuanzia tarehe mbili hadi tarehe saba mwezi wa 12, 2025, katika uwanja wa Jamhuri Morogoro mjini ambapo kutafanyika tamasha la nne la kitaifa la utamaduni. Kutakuwa na muziki wa nguvu kutoka kwa wasanii mbalimbali, maigizo yenye vichekesho, mafunzo na burudani, ngoma za asili kutoka mikoa yote Tanzania, uchoraji, vinyago, mashindano ya kupa pika vyakula na vinywaji vya asili. Kauli mbiu ya mwaka huu utamaduni wetu, nguzo ya maadili, uchumi jumuishi na utaifa. Wenyeji wa tamasha hili kubwa ni mkuu wa mkoa wa Morogoro mheshimiwa Adam Kigoma Malima, na mgeni rasmi wa kufungua tamasha hili waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo mheshimiwa profesa Palamagamba Kabudi, na kilele cha tamasha atakuwepo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tangazo hili limetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro.